Kisa cha leo ni kijana, namjua vizuri. Tulikuwa tunafanya kazi kule nchini kwetu, na alikuwa jirani yangu na tulikuwa, nilikuwa namwamsha kila mara tuende alfajr kwa sababu niliona kama ana, anakuwa ni mzito kuamka alfajr, akaniomba gong, nigongee hakadha. Baada ya muda mi nikahama kazini kule, nikaenda sehemu nyingine, tukawa tukuonana muda mrefu, lakini kidhahiri ni mtu ambayo anahesabika katika salihin. Baada ya muda nikasikia jamaa kafariki na kafarikia nchi, sio nchi yetu Omani, kafarikia nchi bila kuitaja. Almuhimu, tukasikitika kwa sababu ni rafiki yetu, hakala. Sasa tukashangaa maiti ile haikuja la siku moja wala siku mbili wala siku tatu, imechukua kama kiasi wiki mbili mpaka maiti iletwe, na sio kawaida. Sababu ya kifo akasema kuwa alifikia hoteli, na ile sehemu au ile nchi ilikuwa ni time ya baridi. Sasa aliwasha hita ambayo ilikula oxygen na aka suffocate katika ile kulala. Sasa wana hoteli wakaona huyu mtu bora kaja siku mbili tatu, hatoki kabisa, wakaamua kuripoti polisi, kuja kuvunja mlango, wakakuta mtu kaisha ukata kaisha ondoka duniani. Lakini kilichotokea pale kuwa fam ile polisi walivyochukua vitambulisho, wakasoma, wakapigia ubalozi, kuna mtu wenu wahakadha, imemtokea kadha. Ubalozi kazi yao kuwa kupiga Omani, wakatafuta namba ya familia fulani huyu mtoto wenu fulani fulani fulani, he, yuko wapi? Wakasema kaenda nchi jirani, ana kozi, na hali yeye kafa nchi mbali kabisa. Kwa hivyo hapo kuna uongo aliotumia marehemu huyo kuambia familia yake. Mna, mna uhakika naam? Hey, kasema kaenda kozi nchi jirani, kaambia, basi sawa, ukafunga waka simu. Wakakaa wakahakikisha tena wakapiga tena simu mtoto fulani eh huyo tuliwaambia yupo nchi jirani. Haya, almuhimu wakawachwa katika amri ba, yani ya uhakika mtu wenu kafariki. Basi ndio zikaja process ambayo tulishangaa wote, zilichukua muda mrefu mpaka maiti iletwe. Siku ile ambayo maiti itafika umani, mimi nikamfata baba yake na huyo marehemu kawambia, ami, mtu akikaa mochari muda mrefu tegemea atakuwa kabadilika. Kwa hivyo huyu maiti huyu ndugu yetu akiletwa, msimwingiza moja kwa moja kwa wanawake, kwanza mtizameni sura, kama ana sura ipo sawa, baadaye wacha wa mama yake mke wake nani waje kumwaga. Haya, sawa, nakushukuru mwanangu, umetupa nasaha. Haya, Saa ile inaletwa ina, ina ile maiti, mi nilikuwa nimesimama nje e, imepelekwa wapi? Kwa wanawake moja kwa moja, mi nimekaa nje. Na hii kisa nakizungumzia kimepita labda miaka minane, sasa hivi sio jana, lakini kama nipo pale, yani kama nipo katika hizo ahdathi hizo, nikasikia wanawake wanalia kama wameona jini. Audhu billah mshtarajim. Mtwani, sio yeye, sio yeye. Nikamfata ami nikaambia, sinilikuambia akasikitika. Almuhimu, wakamleta sehemu ya kuosha maiti, walikuwa wameisha andaa sehemu ya kuosha maiti, na maiti wanaletwa kwana mifuko ya plastiki. Sasa alivyoletwa pale, kuna wazee ndio waoshaji wa maiti, wakakunja na wakumbuka walikuwa kanzu zao hivi Ulivyofunguliwa tu ule mfuko, naona rivers wanapiga la ilaha illallah. Kuna nini tena? Mimi nipo mbali, sikujua nini. Sasa shemeji yake na huyo marehemu akanifata akaniambia, ya Sheikh Saud, wewe upo hapa, tumewakilisha amri yote ya huyu maiti kwako wewe. Sasa tizama kama anaosheka moshe, kama sijui vipi, we utaamua vipi? Mi nikaenda nikamgusa gusa hivi, kweli sura imebadilika, sio yule ambayo mimi namjua, sura inaonyesha huzuni na, na si kitu ambacho kinafurahisha kuona kwa maiti. Sasa almuhimu, tukamstiri. Lakini kaniambia mimi, kazi yangu imeisha hapa, mchukueni, mzikeni, mi sitaenda. Nikarudi nyumbani, nikakaa miaka sita nafikiria huyo hatima yake ilikuwaje mpaka yametokea haya mambo. Subhanallah, baada ya miaka sita nimeingia dukani kule kwetu, akaingia shemeji yake yule alionipa amri ya kumosha, na yule alikuwa ni police officer. Akanambia umeona dunia kwa marehemu rafiki yako, nikaambia vipi? Anasema huyo hiyo story ya kusema alisufoate ajili ya oxygen na nini, mimi na balozi tuliitunga mstiri tu lakini, huyu kweli alifika kule, alikuwa na appointment ya uzinifu na mwanamke, na alivyofika siku ile ile kweli walisafuketi, lakini hakusafuketi yeye, walisafuketi watu wawili, wakafa ye na mzinifu mwanamke mwenzio, wamekufa. Mpaka walivyokuja kuvunja ile mlango na nini, waliokuta mtu na mwanamke katika hali yani mwanaume na mwanamke katika hali ya uzinifu na wamekufa. h sasa hiyo nakuvutia kuwa usifanye kitu kidhahir, lakini batin ipo mbali, na Allah subhanahu wa taala, kwani Allah hadanganyiki na ndevu zako. Allah hadanganyiki na kanzu fupi. Allah hadanganyiki na sijui mnakiita nini, alama ya sujud, sijui ladha Allah Subhanahu wa ta'ala kama alivyosema, innama yataqabbalu llahu min almuttaqin, anakubali kwa wale waliokuwa wacha Mungu. Kwa hivyo kuwa mchamungu ili Allah akukubalia amali yako na usipate fadhiha, kwa sababu hii fadhiha kubwa imemtokea huyu mtu, kakata kilomita si chini ya elfu tatu afate uzinifu na afe katika hali ya uzinifu wal'iyadh bi